Spika wa bunge la seneti Amason Kingi amewataka wakazi wa kaunti ya Busia kujitokeza kwa wingi katika nafasi nadra ya vikao vinavyoendelea vya ujio wa Seneti mashinani ili kujihusisha na jinsi bunge la Seneti linavyofanya kazi. Akiwa mjini Busia baada ya kuwa na kikao na gavana wa kaunti hiyo Daktari Paul Otuoma, Kingi amewarai magavana kutimiza mapendekezo ya Seneti kwa maafisa fisadi ikiwemo kuwatimua afisini kwa tuhuma za ufisadi. Kingi amewasuta vikali wanaoeneza uvumi wa kuwepo na uhasama wa magavana na maseneta, akisema lazima magavana waajibike, ama waajibikie matumizi ya mgao wa ugatuzi kwa kufika bungeni na kuelezea kamati mbalimbali mbali za bunge hilo la Seneti, imetoka Nairobi kuja Busia, imetumika vilivyo ili mujihusishe katika matumizi ya pesa hii ambayo nakuja Busia maana yake pesa hii ni wana Busia. Kwa hivyo ni nafasi murwa ya kuhakikisha kwamba wakazi wa sehemu hii wametangamana na Senate na pia wamejihusisha moja kwa moja uh, na jinsi bunge la Senate linafanya kazi. We can only feel welcomed and we hope what they are going to pick up here is going to be used to strengthen devolution to build institutions